na mtoto gani ambaye mimi simjui pale mtaani, yani ile kesi ni yupi ambaye kidogo namkubali, ambaye anakufanya usilale usiku unamwaza yeye? Nipange sasa, niambie. Yu si ule Zaituni nawe mjui Zaituni nawe we, we nawe waenda mbali kweli kweli. Yani mtoto anachula yule, jamani, mtoto kabarikiwa aisee. Nikimpata ule mtoto yule jamani, mimi eh, Mungu anijalie sana mimi. Nikimpata yule mtoto, kila siku nikikaa nafikiria, yani sijui tanianze wapi Ah, tatizo lako Mpemba wewe. Uonge hii. Funguka, nimekwambia funguka eleza. Ni nani pale mtani ambaye wewe kidogo unaona pengine anatikisa moyo wako, anakufanya usilale mpaka kazi unasahau. Alafu domana skuizia mambo mengi, eh? kila kikwambahichi an ueleweki hichi wewe bwana, hebu niambie ni nani ambaye kidogo na unamfikiria? Wewe unamsemea wewe huyo Zaituni huyo, Zaituni gani? Eh? Zaituni yupi huyo? Wewe we, nawe umjue Zaituni pale, mtoto wa Mama Sharifa. Ah, yani mpaka tuongee sana, yani we mpaka tulopoke we kila mtu asikie mpaka pana mtaje za yetu. Nimekwambia hivi Zaituni pale kwa Mama Sharifa pale nyumba ya tatu ile. Pale pale kuna mtoto aitwa Zai pale. Aisee yule mtoto ni mzuri mno. Eh? Uoje kumona yule? Umjui wewe? Eh? Hebu niambie kwanza unamuonaje yule mtoto? Aha, kumbe Zaituni kwa mama Sharifa. Ah, mbona rahisi sana? Yaani e, kama unamtaka yule pale. Ni wewe tu. Ah, kama ni wewe ina shida. Wewe nenda pale kamwambie bwana yeye, mimi nakupenda nimetokoje. Baada hapo utamsikiliza mtoto asemaje. Mimi najua yule pale hawezi kusumbua kwako wewe tena. Rangi yako hiyo hamna shida. Yaani e, pale wewe chapu tu kwa haraka. Lakini mpaka tayari sielewi, yaani uniposhauri wewe nifanyeje mi. Kama kumfuata ule bwana mi naogopa ati. Wewe niambie, wewe unifanyeje? Nitume njia gani eh? Au kama unaweza basi, nikutume wewe pale basi ukamwambie yeye. Wewe niambie mimi pale, ukifika pale mwambie, bwana eh, Mpemba akupenda wewe, mimi utanikuja kunipanga. Atasemaje? Unajua mimi bwana kumfuata pale, unajua mimi naona aibu, unajua eh. Sasa wewe una mbogo mtu hakika, wewe wa kiume mzima kabisa, ni mbogo mtu hakika kweli, yaani unakumfuata yule kwenda kumwambia, kumfungukia kabisa, bwana mimi nakupenda na nakutaka. Kwa sababu nakuwa ndio ni matatu tu hayo eh? Ah, wewe Mpemba ndio unaniibisha bwana. Yaani vitu hivyo vidogo sana unalokufanya vile vikubwa mno. Wewe ulishindwa kumwambia wewe. Unaenda pale unamuita. Bwana njoo nikwambie kitu. Pembeni mko watu wawili mnazungumza wote pale, bwana mimi nakupenda bwana. Mimi nakutaka. Eh, utamfikiria sasa mtu ana sababu. Sasa wewe tena unaanza kuogopa wewe. Unamwogopa nini sasa? Eh, mtoto wa kike, yaani mtoto wa kiume kweli unamwogopa mtoto wa kike. Kweli Mpemba. Ah, unaniibisha bwana.

Oh, mimi namuogopa mama bwana akambeba sipoa. So, lakini sasa baada hapo tunataka cha kuongea tena sina, yaani nikaanza kujilaumu nikasema aisee mimi mjinga, yaani nashinda kumwambia, ni aisee bwana. Bwana wewe Juma, sikiliza bwana, mimi nishakwambia wewe bwana, wewe kama vipi nenda mpaka pale mwambie bwana, wewe sahii mwenzio Mpemba kupenda yule hmm? Usiku akilala kuota kila siku akuota hebu mwambie bwana mambo ya wewe mengi eti eti. Mpemba wewe ushazoea ujinga ujinga wewe. Yaani wewe kumfuata tu mtu wa kike pale kwenda kumwambia bwana yeye mimi nakupenda. Wewe unaogopa nini? Eh? Bongo akaso mwanaume wewe. Si nimekwambia umnenda pale mwambie yeye mimi nakupenda. Sasa sikiliza, kama unanituma mimi utanilipa, mimi utanilipa, sifanyi kazi ananilimi mimi. Oho, mimi utanilipa elangu. Nitaenda mpaka pale, nitamwambia alafu atakaponijibu nitakuja kukuambia wewe sasa. Sasa ole wako, naenda huko alafu hela yangu usinilipe, sitafanya kazi ya bure. Shauri yako eh. hilo ndio nataka kusikia mimi sasa. Yani hapo umemfurahisha kweli kweli, yani hata usijali wewe, nenda kamwambie ule mtoto aisee, mimi nampenda sana aisee. Wewe nenda kamwambie yote, yani funguka, usiache hata moja atakachokujibu wewe kamwambie, wewe njoo niambie mimi. Sawa yani, mimi nakusubiri. Hela yako mimi nitakupa, si wewe wapenda hela wewe, mtoto wewe kuliko wewe. Nenda kamwambie, bwana wewe, mwambie tu Mpemba kupenda, alafu akisha kuambia chochote njoo niambie basi. Sawa. don't forget to subscribe in my channel at Window Max TV, media ya kijanja.